Mafuta sasa, jamani, hapo ndio shida. Mafuta watu wanapenda mafuta na mimi niwaambie. mafuta ya mimea yameongezeka, si ndio? Siku hizi tunakula nini? Eh, sijui nini, Sunflower. Nisitaje majina ya biashara za watu. Sunflower, sani sani sani sani nini sani nini sani nini sani nini ukina ni kuna sani nyingi zipo, sani sani, si ndio? Lakini presha imeshuka? Magonjwa ya presha yameshuka? Magonjwa ya moyo yameshuka? Kwa nini haijashuka, wakati nyama umeacha, na magonjwa ya moyo yameongezeka ya kwa nini? Kwa sababu yale mafuta hayako cold pressed, yaani hayako cold pressed. Hayajakamuliwa bila joto, yaani yanapitishwa kwenye moto hivi, afu baadaye ndio yanapitwa na nani. Kwa hiyo sio mafuta ya kawaida, yame yamegoshiwa, yamegoshiwa na mafuta yaliyogoshiwa. Sasa mnisikilize vizuri, watu wa Mungu, Hauli nyama, hauli mambo mengine yoyote, lakini unakula mafuta ya mimea mengi, utakuwa na matatizo kama yale ambaye ya mtu wa kawaida, kwa sababu haya mafuta yameharibiwa. Na mimi nawashauri turudi kwenye mstari, na kurudi kwenye mstari ni hivi: tafuta mafuta ambayo yamepresiwa. Zamani wazazi wetu walikuwa wanafanyaje? Wanachukua, wanachukua zile karanga, eh? jiwe la kusagia wanafanya hivi, ama wanachukua wanachukua nini? Wanachukua kinu, wanatwanga mpaka karanga inatoa kama ufuta, unatoa ufuta, unatoa, unatoa, unatoa mafuta. Siku hizi mafuta ni mengi, yale ya Singida kabisa, original Singida, siku hizi hata siyaoni, na ndiyo maana kumekuwa na areji nyingi. Angalia hiyo areji ulio nayo, uwezekano wa kwamba inaambatana na mafuta ni mkubwa, kwa sababu omega 6 ikiwa nyingi ukilinganisha na omega 3 ile ratio ya omega 6 kwa omega 3, yani mafuta yale ya mimea yana omega 6 6 ambayo pia ni monounsaturated fatty acid. Yakizidi ile omega 3 omega ile yani mafuta yanayotokana na samaki, yanatokana na chia seeds, yanatokana na ile nini ile nini inaitwa uh, walnuts yale yakiwa mengi yanaleta allergy, yanafika na toa kitu kinaitwa prostaglandin, yanafika na baadaye unaanza kujiwasha una, ukila kidogo tu unajiwasha, unashangaa mbona tumekula tu kidogo. Na yale yakipikwa sasa ndio yanazidi kuharibika, na yakipikwa zaidi yanaleta kansa. Eh, watu wameanza kusema tunakula nini sasa? Hapa jamani tunakula nini? Rudi kwenye original diet jamani. Bwana Yesu, asifiwe sana. Rudi kwenye original diet. Mafuta, tumejifunza habari ya mafuta. Mafuta mazuri ni mafuta ambayo hayapatikani kwa kuchemshwa ili yapatikane, sijui mmenielewa lugha hiyo. Yani una, kama ni karanga unazikamua zile karanga unazikamua, unatoa nini? Unatoa mafuta. Kama ni alizeti, unaikamua hivi, ikiwa mbichi, unaikamua hivi mpaka inatoa mafuta, hiyo alizeti. Lakini hata hiyo alizeti, usitumie alizeti nyingi, kwa sababu alizeti ikiwa nyingi ndio omega 6 hiyo. Na ukigawia mafuta yale yanatokana na samaki na nini, na ndio maana nawashauri watu kama samaki ni wazuri ambao unawajua original yake, kula samaki jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unajua wametoka wapi wale samaki, kula, kwa sababu kuna omega 6, sijapata mbadala. Kwa hiyo siwezi kuambia acha samaki na nanini, kula samaki upate omega 6 omega 3, ikiwa ratio, ikiwa nyingi, unatengeneza allergy. Na ndio maana sasa eczema, sijui nini, unashangaa mtu, yani maupele, maukurutu na nini hayaishi, kwa sababu tayari umejitengeneza, na hivi kama unapata inflammation kila wakati unapata uvimbe, uvimbe, uvimbe, yani sehemu ina wewe. Well, unasikia chakula kinanikwaza kina, kina nikwaza, lakini kesa ngoja tule tu, nitakunywa takunywa dawa ya kuzuia nani allergy, kinakukwaza unasema ngoja ni ile tu kitanisa kita, kita, kita, nsai, ntana, nini, nitakula, kinakukwaza unakula kinachofuatia, the more una hivi, donda ndugu, si mnalifahamu donda ndugu eh donda ndugu linageukaga kuwa nini donda ndugu? Jamani, donda ndugu linageuka kuwa nini sasa? Ndio hicho kinakokutokea. Wewe chakula kinakudhuru, nawe unaendelea, unasema tu ngoja tu ninywe dawa za kuzuia zile, baadaye unatengeneza li uvimbe humo ndani, baadaye linabadilika, kwa sababu kansa inatokana na inflammation. Inatokana na uvimbe, yaani sijui nini yani, ile, ile kidonda unachokiona kile mchemko ule, ndio saratani inatokea pale. Tukapewa chakula hapo mwanzo tukaambiwa ya kwamba basi mboga za kondeni zitawazalia katika Mwanzo tatu fungu la nane. Mboga za kondeni michongoma na miiba itakuzalia nawe utakula mboga za nini? Ndugu zangu, za kondeni. Hivyo ndio vitamini na madini, yapo yote pale, vitamini na madini. Anasema nabii katika kitabu hiki na katika kitabu hiki ya kwamba kama tutarudi kwenye original diet tutapata vitu vyote katika afya yake na tutakuwa na akili njema na tuta, hatutapata magonjwa ambukizi kama ilivyo siku ya leo.